Hivi wewe, hmm? Wewe mwanamke, una shida gani? Kwa hiyo ulikuwa unanifuatilia si ndio maana yake? Hivi wewe, kichwani kwako kuna nini lakini, wewe mwanamke, kila siku nizungumze kuhusu wewe. Kwa nini unafuatilia maisha yangu wewe mwanamke? Maisha yako yamekushinda, kazi kufuatilia maisha yangu, una nini wewe? Eh? Nikwambie tu kwenye njia yangu huwezi kupita wewe. Huwezi kupita mama, nitakuharibu. Yaani usisobu tu kabisa kufuatilia maisha yangu wewe mwanamke. Unanielewa? Wewe una wazimu nini? Kwa hiyo barabara utakayopita wewe umeifunga wasipite watu wengine? Kwa hiyo mimi nisiende ninapoenda tiki sadela kapita hiyo njia. Bibi habi tena habi aswa. So, umenisikie? Usione hapo unajikaa unajibokesha bokesha nadhani wewe. Usitaki tukorofishane barabarani hapa? Haya unapokwenda wewe ni wapi? Cheki sura ilivyokupauka. Kama paka mzee vile. Yaani wewe usinifuatilia na kuambia Mama Amanda, tutakuja tuonane wabaya. Mimi sitaki kucheza na wewe kabisa. Usije kaniona mimi mbaya. Nitakufanya kitu kibaya Mama Amanda wewe. Njia yangu sitaki upite mama. Kwa nini? Dada, mimi michezo naipenda vipi? Aa, nilikuwa nakufuatilia. Unataka ku... Yani unanifanyaje? Unacha kunifanya? Nisikilize nikwambie Adela, mimi sikuogopi. Yaani hapa tu una bahati, sijui kitu gani kilichokufanya ugoe kunyuma, nilikuwa nakufuatilia mpaka unapoenda. Mguu wako mguu wangu. Na kuchukua video mama, nampelekea Twizi. Wewe unajishia umepaga wewe. Yaani kwa pana nataka nikuonyeshe uchizi wangu upoje. <laughs> Yaani ukisema kunifuatilia mama huwezi. Ungekuwa unajiamini mama. Ungekuwa unanifuatilia kwa kujiamini. Sasa umejificha ficha ukitegemea sitakuona, ndio unanifuatilia afu sema unajiamini. Unajiamini kitu gani wewe mwanamke? Wewe huna la kunifanya na nje yangu kama huwezi kupita. Sijui unanielewa eh? Kwanza nakushangaa. Mwanamke mzima, umeshinda kulea mtoto wako. Kazi kumfuatilia Adela. Hivi wewe, una shida gani lakini wewe? Eh? Tena nakupa onyo. Ukiendelea kunifuatilia, nitakufanya kitu kibaya Mama Amanda. Hautoka hautokao nisahau katika maisha yako. Nikupe pole. Tena nikupe pole aswa. Hivi wewe ungekuwa na kitu cha kunifanya, si ungenifanya kitambo? Wewe ushakuwa kama wimbo wa taifa shogangu. Mimi kwetu nimeaga. Usinichukulie ya mwepesi mwepesi. Utamchezea wewe yote hizo sio kwangu. Sikuogopi kwa chochote, sio kwa uchawi, sio kwa maneno, sio kwa kitu chochote shogangu. Hapo umegonga mwamba. Yaani utaongea mpaka ugalagari. Sikiliza nikwambie. Najua uko upo kwa unaelekea, ulikuwa unaelekea kwa nyuki. Upo mama, vitu vyako vyote ninavyo hapa. Si nilikwambia wewe, nakupa tu siku chache pale nyumbani, utatoka mwanga mkubwa. Wewe kazi kula nyama tu za wifi zako. <laughs> <laughs> hivi wewe, kati yangu mimi na wewe, nani atatoka pale mm? Nikwambie tu msichana, uniwezi kwa lolote, sio ndumba mama, sio kuongea. Yani huwezi lolote. Tuizi hapa amefika, nakwambia. Yani haelewi, hasikii. Upo mama naona unajisumbua tu tena usipoteze wakati wako mwingine kukaa unanifuatilia mimi maana uniwezi mama upo we umepona leo tu miguu ka unakata kona ovyo yani wewe ipo siku yako tunakwambia Baba, mm-hmm. Uh, Twizy, kama mimi ningekuwa ni wewe ningetafuta sehemu ya kwenda kupumzika kwanza kwa muda ili kuweza kufikiria mustakabali wangu katika maisha. Sikiliza nikuambie, Twizy kurudisha majeshi nyuma sio ujinga. Hii mbinu wanatumia makapteni wakubwa sana wa majeshi, ni kurudisha majeshi nyuma tu na kuanza kujipanga vizuri, ili uweze kujua unashambulia wapi, uanze wapi kushambulia, pige kombola lako wapi vizuri, sio kama? Umenielewa? na hata wewe kwenye kujinasua mimi nilikuwa nakushauri ungekaa kando na familia yako kidogo, ili uweze kujua Yupi ni yupi, nani ni nani, yapi mafuta yapi maji. Nadhani utakuwa umenielewa. Mwanangu, najaribu kukuelewa sana babdogo, lakini bado hujaninyoshea kwamba. Mwanangu, tatizo linaanzia hapa. Unajua, kurudi nyuma nikaenda kujipanga, wakati sijui maadui zangu ni akina nani? Mimi sioni kama itakwenda. Nisaidia, kwa nini usinge niambia? Unajua, hata marehemu Nurat alikuwa anaongea hivyo kimafumbo, hakuniweka wazi mpaka mauti pakuja kumkuta. Kwa nini usinge niambia mwanangu, maadui zako ni huyu na huyu na huyu, ili nikajua najihami nao vipi? Sometimes kupambana vita sio lazima kushambulia hata kujiweka mbali na hawa watu Jepsi, yule, yule pale ni adui yangu. Kwa nini usinge niambia hivyo? nitakuwa ni mwanajeshi gani ambaye anakimbia uwanja wa vita hm? mwanajeshi ambaye yuko very strong anafia vitani. Go straight niambia, adui yako ni Mama Amanda? Ah, ah, ah. Mama Amanda usimwingize kwenye hili kabisa yule hana shida kabisa na mtu yoyote, hana tambu kabisa na mtu yoyote. Sikiliza tu hizi nikwambia, akili ya kuambiwa naongezea kwako. Kwa hiyo ba mdogo, nataka kuniambia mama Manda hawezi kuwa na uhusika na hili swala kabisa, asilimia mia. Ni nani sasa? Kwa nini mnakuwa mnaniweka kwenye fumbo, nami nina akili timamu wakitufanya kusoma ujui, hata picha uwezi kuiona picha ukajua. Sio kwamba kwa ubaya naizungumzia familia yako, hapana. Twizy, wewe ni mtu smart sana, msomi, unajielewa, una high thinking capacity. Kwa hiyo kuna matukio yanaendelea kwako, huyaoni mzee unashindwa kuizungusha akili yako kuchakata kujua ipi pumba ipi mchele. Oh, mgoja kwanza, kama sio mama manda itakuwa ni mke wangu Kadela au ni mjomba Twizy. Tegua kitendawili kweli, kikulacho kipo kingoni mwako, na usichoki jua sawa na usiku wa kiza naechekana ndio adui yako. when when you you kitazama dona kufa mazima my chocolate apake wa uniangalia. Unajua mazima utamu wangu wa pake, unajua nini be, amna siku ambayo nimeenjoy kama leo. Tumeenda wote dukani, gengeni, tumezurura pamoja kwa leo. Nimefarijika sana kutembea na mganga Kobilo. Aa kipenzi, yaani umeanza vizuri, yani mwishoni nimekuja kuharibu kabisa. Mimi sipendi unite mganga bwana. Mimi nikajua nichagulia jina zuri, unajua jina gani? Mai, nite bebi, nite switi, hani, majina yote mazuri yapo, kwa nini unite mganga mai? Mimi sipendi bwana unite mganga. Sasa unakataa kwa tunawatibia watu na kila siku unaondoka asubuhi unaenda kilingeni, si unawatibia watu uh, Naila mi isha kuambia, mimi sio mganga, mimi ni dokta, ila kwa sababu watu hawajui kutafasiri, na ndio maana wananiita mganga. Kwa hiyo mi ningependa sana usiniite mganga, afu isitoshe bebi, mimi natibu kisansi zaidi, kwa mi ningependa uniite dokta na siyo mganga. Basi sawa, nimekuelewa twende, tuwai nyumbani wenzio kitazama ndo nakufa mazima. Wakuu, naona mambo yanazidi kuharibika. Twizi ameanza kugundua siri zetu, hivyo sasa naomba Twizi apoteze kumbukumbu mara moja na aache kufuatilia mambo yetu kuanzia sasa. Hebu nisaidie kaka kwa sababu mpaka sasa hivi sina dira. Yaani inakosa matumaini. Nikotofu katika elimu ya Amanda. Na kitu ambacho kimenifanya nisubiri kutokana na changamoto ambayo imetokea pa katikati. Lakini kwa kuhakikisha Mama Amanda, italivalia njuga ili swala. Na kila kitu kitakuwa sawa. Na naamini Twizy atanielewa. Sawa, so, nitashukuru sana. Nisikufiche kaka. Naumia kumuona mtoto wangu huu ni mwezi wa tatu. Yupo tu ndani. Ana kazi ya kukutana na changamoto ambazo hazimuhusu. Anashindwa kwenda shule kujifunza vitu vya maana ambavyo vinaweza kumuongoza kwenye maisha yake baadaye, na sio kwamba babake ana uwezo, anao. Sema ndo hivyo tu. Mimi niseme tu kwamba kama nilivyokwambia, nitahakikisha nalivalia njuga ili swala na na uhakika kabisa kwamba Amanda atarudi shule. Kwa hiyo nisingepende kabisa uwe na wasiwasi. Sipendi uwe na mashaka kabisa katika hili. Ni amini mimi, sawa kaka, yani utakuwa umenisaidia sana, na natamani hata turudi kwenye maisha yetu ya zamani, mimi pamoja na Twizi. Sijui hata ni lini, muda gani, saa ngapi tutakuwa na amani kwenye maisha yetu haya. Maisha yamenichosha yani, nimechoka tu, ni vile siwezi kujionyesha kama mimi ni mdhaifu mbele yao, inabidi niwe ngangari kwa ajili ya mtoto wangu, lakini kiundani nimechoka Yaani nimechoka kabisa. Nafahamu unachokizungumzia, lakini kila kitu kinakuja kwa sababu, inakupasa uwe na moyo wa subra. Mimi naamini litapita na kila kitu kitakuwa sawa. Kama Mungu ameniandikia huu mtihani, ameniweza na amejua kunipitisha kwenye magumu, anirudishe tu kwenye furaha yangu. Siwezi kukufuru. Ila sawa kaka, mi nasubiri majibu kutoka kwako. Leila. Kuna jambo muhimu sana nataka nikwambie. Tafadhali naomba muda wako, nisikilize. Usijali Kobilo, naambie tu kiukweli, tangu nipokee na kunilizia mimi kuishi hapa nimeona vitu vingi sana kutoka kwako, kwa na vyenye utofauti. Wewe ni mwanamke wa kipekee sana, una kila sifa ambazo kila mwanaume angetamani mwanamke wake awe nazo. Mpole, mkalimu, msafi na una heshima yote tisa, una mwonekano mzuri sana. Mi nadhani utakuwa umeelewa nini nachomaanisha. Mi sijakuelewa chochote Kobilo, labda unieleweshe zaidi, nini unamaanisha? Leila, namaanisha nakupenda sana na ningeomba tuanze maisha ya mimi na wewe rasmi tukiwa pamoja, tafadhali Naila. Mwenzi honey, honey, ukitazama ndo nakufa mazima, when you my chocolate, utamu wangu apake uniangalia mazima mazima mazima. Mama, ulikuwa unazungumza nini pale getini na mjomba? Tulikuwa tunaongea kukuhusu wewe, yani tulikuwa tunakuzungumzia wewe. Si unajua kama huu ni mwezi wa tatu sasa unakatika, aujakanyaga shule wala ujui kitu chochote. Ndiyo mama, nafahamu mm. Kwa hiyo ndo nilikuwa najaribu kuongea na, na mjomba aongee na baba, kama inawezekana urudi shule maana nahisi hapo kichwani umesau kila kitu, kitu. Unakumbuka tu vitu vyako vya ajabu ajabu unavyowezeka uongo. Hiyo nilikuwa naongea kwa na mjomba amfate baba urudi shule. Basi sawa mama, ni jambo zuri ee, uende shule ukaendelea kusoma darasa la, na mama, darasa la kwanza na wenzio, ama unataka urudishwe chekechea? Hapana mama, mi nataka niingie darasa la kwanza tena. Baba akinipeleka shule tu lazima nitakuwa wa kwanza. Kwa kichwa gani? miezi yote mitatu hiyo unaozunguka humu ndani unafanya kupishana tu, ukatokea mlango huu ukaingia uwe wa kwanza? Hakuna kitu kama hicho. Wenzako hapa wanasoma, hiyo miezi mitatu yote walikuwa wanasoma, awezi kuwa wa kwanza mtoto wangu. Sindangani, mi nitakuwa wa kwanza, ila uniahidi, utanipa zawadi gani yani, yani kimfano ukienda shule ukawa wa kwanza na kununulia tableti, basikeli na kupeleka ukale pizza, tunaenda kule kwenye bembe tulipoendaga na baba, yaani ukiwa okay tu wa kwanza tabata. Hey. Vitu vingi. Kweli mama? Sasa kumbe nini? Wewe jitahidi hapo, nayo ikiwezekana msumbue baba akupeleke shule. Hey, baba. Utaki zawadi? tumekukumbuka usiku, watu lali tu waweseka, twamomba Mola kurudishe afya. Na wasiwasi tuizi atakuwa ashajua ukweli, maana jana wakati nafanya mazungumzo na wewe alinisikia, ila sina uhakika kama alisikia mazungumzo yetu ama la. Sasa Adela tumeshakula ng'ombe mzima, yani utushinde mkia tu Hili jambo tunapaswa kulimaliza kwa haraka sana. Sawa mjomba, fanya kazi basi. Kazi gani Adela? Yaani hata mtu ambaye yupo ndani kwako nataka kuniachia mimi mwanino? Ni jambo rahisi. Maliza bana hiyo kazi haraka. Sawa tafanya hivyo. Hakikisha unakuwa makini makini kuliko umakini ambao umewahi kuwa nao, usiache ushahidi wowote ule. Hilo ni jambo dogo sana kwangu, kwau sio na wasiwasi. Na mimi nazaona, nielewa vizuri. Najivunia sana wewe kuwa katikati ya huu mpango, naamini lazima nishinde, na tukishinda, kuna haja ya kupata kinywaji pamoja kwa ajili ya kusherehekea ushindi wetu. <laughs> Zingatia hilo Adela. Usijali. Natarajia taarifa nzuri kuanzia sasa. Kesho nikiamka natarajia kusherekea kwa taarifa nono sana kutoka kwako. Baadaye, sawa? Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu, wanatamani tufe wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi. Kipenzi, mbona hizi siku mbili ipo tofauti sana? Ineta sehemu zako sioni na sio kawaida yako, kuna tatizo bila shaka. Nilikuambia nyumbani nina ugeni na ndo unaonifanya ninakuwa bizi, lakini si nimekuja. La, kipenzi, sawa so, lakini nimefurahi kukuona kipenzi na nilikumisi sana Okay, sawa, hata mimi nimekumiti sana kipenzi, lakini kuna jambo nilitaka nikuambie, ila mpaka ifike Jumatatu ndo nitakwambia ni jambo gani hilo kipenzi. Na kwa nini isiwe leo, mpaka iwe Jumatatu? Hata usiwe na shaka, ikifika Jumatatu nitakwambia. Unajua utaniweka kwenye mawazo, hebu niambie kipenzi. Usiwe na shaka, nachotaka mimi kwa hiyo kama surprise. Au haupendi surprise baby? Basa uh, kama umesema ni surprise, mi niko tayari kuisubiri. Nashukuru kama umenielewa like kipenzi, hata usiwe na shaka, kwa hiyo usijali baby. nimekuita hapa kwa jambo moja tu, na unatakiwa uwe makini sana. Kama hujawahi kuweka uangalifu, basi weka uangalifu kwenye hili jambo. Nipo hapa ukusikiliza bosi, vizuri. baada ya Twizy kuuawa, nahitaji mke wake Adela naye apate haki ya kifo, na ukikamilisha na kuahidi donge nono sana. Don't lose focus. Kweli, kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichoki jua sawa na usiku wa kiza naecheka na ndio adui yako wanakuchekea ya usoni, moyoni mwao kubaya Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndiyo maadui zetu, wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwa fahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, dyo unaekula nae, dyo unaecheka nae, siri unashare nae. Mbaya hatoki mbali, dyo unaekula nae, dyo unaecheka nae Siri unashare naye. Baya. Uwato kimbali. Rafiki yako wa karibu. Kuna muda na kosa mamni, mbona kama nasalitiwa mwenzenu? Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu.